Nikiwa nimeketi katika kiti na kikombe changu cha kahawa pembeni, mara nasikia ring ring, kumbe ni notification ya simu yangu ikiita. Ikabidi e nifungue kutazama, nikashanga kuona video ya kombora la Zircon hypersonic likinuka katika miliki za Urusi kuelekea kuipasua Ukraine na washirika wake. Shukrani kwa maenjinia wa kombora hili la Urusi lenye kutisha, lakini likiwa na hadithi nzuri. Karibu tuanze simulizi yake ya ajabu kuliko zote likiwa na upeo wa juu wa kilomita elfu moja na uwezo wa kusafiri kwa kasi ya cruising kufikia machi tisa, shukrani kwa injini yake ya mafuta iliyo imara ikifuatiwa na skramjeti ya kioevu, Zikon inaleta changamoto kubwa kwa mifumo ya sasa ya ulinzi wa anga. Kombora hili lina uwezo wa kufikia kasi ya hypersonic kati ya mara tano hadi mara tisa kuliko kasi ya sauti. Hii inalifanya kombora hili kuwa ngumu kutambulika na mifumo ya ulinzi wa anga, na hii ni hatari zaidi. Awali ya yote tuangalie misheni moja kombora hili. Serikali ya Urusi imedai kwamba shambulio la Urusi huko Kiev limelipua mifumo ya anga ya Patriotic iliyotolewa na Marekani kwa Ukraine. Shambulio hilo lilifanywa na Urusi kwa kutumia makombora yake hatari ya hypersonic ya Zikoni yanayofahamika kama 3M-22 Tiskoni ambayo pia NATO huyaita SS-N-33. Makombora hayo yalirushwa rusha Crimea kutokea Crimea hadi Kiev, mji mkuu wa Ukraine, na kushambulia mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine hasa ile mifumo ghali iliyotolewa na Marekani. Shambulio hilo lililenga miundombinu ya kijeshi, vifaa vya NATO vinavyotolewa kwa Ukraine, maghala silaha na sehemu ambazo wanajeshi wa Ukraine wanajificha. Kombora hilo la hypersonic ya Zircon limekuwa kombora la tano kutumika kuishambulia Ukraine huku Urusi ikiyatumia hasa katika kazi nzito ikiwa ni pamoja na kufukia maandaki ya silaha na mitambo mikubwa na hakika limeleta matokeo kwani mara zote limeleta kilio kwa Ukraine. Kombora la Zircon linasifika kwa kasi yake ya kukatiza na kukwepa mifumo yote ya kisasa ya ulinzi wa anga. Kombora hili la hypersonic la Zircon linaonyesha azma Urusi kuendelea kutawala uwanja wa teknolojia za juu za kijeshi kumiliki silaha zenye nguvu kama Zircon, Urusi siyo tu inakuza uwezo wake wa kuvumbua silaha bora za kijeshi, lakini inaongeza ubora wake wa jeshi lake, kwani Urusi sasa wapo mbioni kuja na matoleo makubwa ya silaha za maangamizi zaidi ya hizi walizonazo sasa. Maendeleo haya yanaiweka Urusi katika mstari wa mbele katika teknolojia ya kijeshi na kupita uwezo wa sasa wa NATO katika suala la kasi ya makombora na ujanja. Ukosefu wa silaha bora kama za Zircon ndani ya NATO unawafanya wanachama wa NATO kuweweseka na kutishika kila leo, huku akifanya jitihada za haraka kuziba pengo hilo. Kwa hiyo maendeleo makubwa ya kombora la Zircon yanawakilisha siyo tu maendeleo katika silaha hatari za Kirusi, lakini pia anatoa changamoto kubwa kimkakati kwa NATO na washirika wake, na kuwafanya kuharakisha utafiti wao na maendeleo katika teknolojia ya makombora ya hypersonic ili kudumisha usawa wa kimkakati katika miaka ijayo. Matumizi ya awali ya kombora la hypersonic la Zircon huko Kivu yanaonekana kama mbinu ya nguvu inaolenga kupunguza uharibifu kuliko kutuma ujumbe wa wazi kwa wapinzani wa Urusi. Mbinu hii inaangazia hamu ya Moscow ya kuonyesha maendeleo yake ya kiteknolojia katika silaha, haswa kwa kuonyesha uwezo wa makombora yake kupita mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi kama vile mfumo wa kupambana na ndege wa Patriot wa Marekani ambao umechomwa moto na kombora hili. Gharama uzalishaji wa kombora hili inakadiriwa kuwa kati ya dola milioni tatu mpaka milioni nne kwa kila kitengo. Zaidi ya hayo, kurushwa kwa makombora haya kutoka kwenye meli na manuali zilizowekwa katika bahari nyeusi kunaonyesha jitihada za kuimarisha nguvu ya jeshi la wanamaji la Urusi ambalo limepata vikwazo tangu mwanzo wa vita nchini Ukraine. Badala ya kombora hili kutumika kushambulia kutokea majini, sasa Urusi wanakuja na toleo la kombora hili ambalo linashambulia kutokea nchi kavu huku likibebwa na gari maalum. Matumizi ya kombora la Zircon hypersonic ni sehemu ya mkakati mpana zaidi wa Moscow wa kuongeza shinikizo la kijeshi kwa Kiev, hasa kupitia matumizi ya mifumo mingine ya silaha za masafa marefu kama kombora la Kinza. Uwekezaji katika teknolojia za kijeshi za hali ya juu na za gharama kubwa kama vile kombora la hypersonic la Zircon unaonyesha mkakati wa makusudi wa kupinga uwezo wa kiulinzi wa Ukraine na washirika wake kujaribu tayari wao wa kukabiliana na vitisho vya kijeshi vya kizazi kipya. Kombora la Zircon linawakilisha maendeleo makubwa katika teknolojia ya kombora la hypersonic cruise iliyotengenezwa na Urusi. Kombora hili linaendeshwa na injini ya scramjet na yenye uwezo wa kubeba mzigo wa nyuklia. Kombora hili la Zircon lilitengenezwa kwa matumizi ya jeshi la wanamaji la Urusi. Kombora hili hurushwa kutoka kwa frigeti na manuali kwa kutumia majukwaa ya ZS-14. Likiwa na uwezo wa kufikia kasi ya kuvutia hadi machi tisa, huku likiwa na uwezo wake wa ajabu wa kukwepa mifumo ya ulinzi wa anga kwa sababu ya kasi yake ya malengelenge na uwezo wa hali ya juu wa kujificha. Zikoni hypersonic ilikuwa na upeo wa juu wa kilomita 1000 na uwezo wa kusafiri kwa kasi ya kruzing kufikia machi tisa shukrani kwa injini yake ya mafuta iliyo imara ikifuatia na skram jeti yake ya kioevu ya Zikoni. Inaleta changamoto kubwa kwa mifumo ya sasa ya ulinzi wa anga. Kombora hili na uwezo wa kufikia kasi ya haipasoniki kati ya mara tano hadi mara tisa kuliko kasi ya sauti. Hii inalifanya kombora hili kuwa ngumu kutambulika na mifumo ya ulinzi wa anga. Kiuendeshaji, kombora hili linaweza kusafiri kati ya maili 135 na, na, na mpaka 270 kilomita 250 hadi 500 katika miinuko ya chini na hadi maili 400 za baharini sawa na kilomita 740 linapofuata njia ya nusu balistiki na safu ya wastani inakadiriwa kuwa kilomita 400 mpaka 450. Kulingana na baadhi ya ripoti za Urusi, upeo wake wa juu unaweza kufikia maili 540 za baharini sawa na kilomita elfu moja, wakati vyanzo vingine vinapendekeza linaweza kugonga shabaha kati ya kilomita elfu moja mpaka elfu mbili, kulingana na aina inayolengwa, likiwa na kichwa cha vita chenye uzito wa kati ya kilo 300 mpaka 400. Zircon inaweza kuwa na silaha za kawaida za vilipuzi vya juu HE au mizigo ya nyuklia hadi kilotoni 200 hivyo kutoa unyumbufu mkubwa wa uendeshaji kwa matukio mbalimbali ya mapigano. Hilo ndilo kombora la Zircon ama Twiscon.